Angalia sasa vitu vinavyotokea. Ni kwa nini ulimwengu wa leo ndoa zinasumbua? Muone ni kwa nini ulimwengu wa leo ndoa zinasumbua. Ni kwa nini naanza na kitu cha kwanza, maarifa. Nimesema ni taarifa, si ndio? Wanawake wa ulimwengu wa sasa hawana taarifa kuhusiana na uumbaji wao hawana taarifa sahihi kuhusiana na kwa nini Mungu alikuumba mwanamke. Wanaume hawana taarifa sahihi, kwa nini Mungu aliwaumba wanaume. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Sasa basi, ukisoma Bibilia inasema taarifa za Bibilia zinasema, mwanamke ni mtu aliyeumbwa, alitengenezwa kutoka kwa mwanaume alitengenezwa kutoka kwa mwanaume tena kutoka kwenye ubavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo neno ubavu limeshika maana nzima. Ubavu ni kwenye moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ulitoka kwenye moyo. Kwa nini hukutoka kwenye mguu? Kwa nini hukutoka kwenye kichwa bali ukatoka kwenye moyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Ulitoka kwenye moyo ilikuwa mtu wa karibu na huyo mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa siri iliyopo hapo, unapokuwa karibu na huyu mwanaume, nini kinatokea? Nyee ni mashahidi. Mwanaume mara nyingi katika maisha yake ana dira ya familia, yaani yeye mwanaume anaiona familia yake miaka kumi mbele itakuwaje? Mwanaume ana picha hiyo, ila anayefanya namna ya kufika kwenye hiyo mipango, anayetengeneza namna ni mwanamke, na wanawake mnabisha. Hizo ni, ni kanuni yani, hazizuiriki, ziko hivyo hivyo. Mwanaume katika maisha yake, hata kama amenunua certificate za viwanja huwa hawezaji kujua ameweka wapi zile karatasi, ila mwanamke ukimuuliza, anajua ziko wapi. Bwana Yesu asifiwe, wanawake. Huyu mwanamke, huyu mwanamke tunayemsema, yeye ukimpa nyumba anakutengenezea makazi. Bwana Yesu asifiwe sana Huyu mwanamke yeye, anaamka saa kumi na mbili asubuhi, anaandaa watoto, anaandaa nyumba na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mwanamke ni mtu pekee ambaye anapewa mbegu, lakini analeta mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana.